E bana nize kila mitamboni na hii hapa nijifunze mixing tunazidi kuchana mawimbi. Natumaini umzima afya popote pale ulipo. Nita obed Ezekiela na hii nijifunze mixing. Sasa leo bila kupoteza wakati, bila kupoteza, bila kupoteza time. Nimeona nirudi upya tena. Siku sio nyingi, hapo sio muda mrefu sana, nimeachia jinsi ya kuanza kutumia FL. Lakini nimeona kuja nizidabu. Zipigia zote chapo alafu tuzidi kuchana mawimbi ili tuwe pamoja. Leo nimekuja tena na jinsi ya kuanza kutumia Cubase. Mwanzo tulijifunza FL, sasa tunajifunza Cubase. Lakini nikaona kuja nijibu na swali la, la, la jamaa mmoja hapo alicomment akasema kwamba nataka kujifunza namna ya kuanza kutumia Cubase na kuinstall hizo wave bundle FabFilter tena na mambo mengine sasa leo nitaonyesha yako, we ni kutumbua macho na kufungua moyo wako, alafu ze kila na kujaza madude <laughs> ulipo tupo. Sasa nitaifuta hii Cubase, pa naifuta eh, na kwenye dustbin nafuta, nimefuta. Maana yake mpaka hapa mimi sina Cubase. Sasa nita install Cubase na kama hauna Cubase basi tuwasiliane, na kama unayo fata mlolongo takuja mia apa kwenye pragi zangu hapa, sio huku hapa, kuna Cubase apa, apa. Na apa waga natumia Cubase hapa waga natumia hapa, zote hizi ni pragi sasa. So, wewe kama una... <laughs> hauna tuwasiliane. Hii hapa Cubase wako natumia hii Cubase tano full sio utu tujiara kuinstall waga goma -goma, kadude goma goma aka kubwa utu kama kinakubali kwako ka hauna kwa kama hauna hiki kidownload hiki, nenda tu google andika winlan utakidownload, utakiweka kwenye mashine yako alafu nakiinstall. Ukisha kiinstall chenyewe tu, ukisha kiinstall kina mambo mengi tayari, kinatengeneza kinatengeneza mafaili yako yanakuwa hivi. Kwa hiyo utakuja hapo kwenye Cubase yako hii hapa full, hapa kuna option moja mbili tatu nne, unataka zifungue zote ndio Cubase yako ifanye kazi vizuri. Kwa hiyo utaanza na hii utaanza na hii utaanza na hii. Pia usisahau tuna channel yetu nyingine inaitwa Bukoli Studio, kama unahitaji mabiti na uzuri, mi mabiti yangu mengi waga siweki majingo, yani waga napiga tu, nalitupia free mtu atumie tu free. Kwa hiyo halina jingo kabisa, utatumia yani. Ukikuta nimeweka jingo, maana yake hiyo biti labda kuna msanii ameshaimbia, ndio naweza nikaweka jingo, lakini kama hajaimbia msanii yoyote, waga siweki jingo. Na nyimbo za wasanii utazikuta huko, zipo huko, nenda tuka kasikilize, utajifunza mambo mengi. Kwa hiyo utaisubiria, utasubiria, hii video itakuwa ndefu kidogo, kwa hiyo kuwa mvumilivu kuwa mvumilivu, mvumilivu unatakiwa. Kwa hiyo utasubiria, utavuta subira mpaka hapo italeta ita namna hii. Sasa so, ikishaleta namna hii, wewe ni ku next tu. Kama hapa ilikwemu ilikuwa bado ina kumbukumbu tu, tuifute kwanza, tuitolee kwanza kumbukumbu, ngoja kumbu. tuitolee kwanza kumbukumbu kumbu. ilikuwa bado inakumbuka. Uh, uh, uh. Ni taratibu sana, ni hatari, ni hatari, ni hatari, ingawa ni salama kwau unatakiwa kusubili, kusubilia, tusubilie, tusubilie lakini kwa wewe nimekwambia, wewe unayetaka misampo eh, unayetaka vinanda wasiliana na mimi, yaani fanya haraka, wasiliana na mimi make kuna vitu nitaanza kuvifundisha, utashindwa kuvipiga kwa sababu utajikuta huna sampo utajikuta hauna vinanda sasa, wasiliana minamba ni ziro saba tano tano ishirini na tisa kumi arobaini na saba ziro saba tano tano ishirini na tisa kumi arobaini na saba Hapa nilikuwa na remove naitoa, ni ile iliyokuwa mwake kumbukumbu zilikuwa bado zinakumbukia sasa imemaliza tu install sasa. Fanye install. Penda sana kujifunza mziki, hautakiwi ukate tamaa. Yani, katika swala ambalo utakiwi kufanya ni kukata tamaa katika mziki. Yaani, mziki wengi watakwambia ujui, wengi watakuchika, hutaweza Itafikia hatua sio watu wa tu, itafikia hatua paka moyo wako wenyewe unakucheka, yanini mw... hatari sana nafsi yako mwenyewe. Yani inakucheka inakwambia, alalala, yani hivi hivi unavyofanya hivi, tukaweze uje mtengenezee mtu mziki namna hii unaweza, aha, nakwambia. Kwa hiyo utakiwe ukata tamaa. Fanya fanya fanya, hata kama hujapata mwalimu fanya. Oja ni kuibia siri, labda nitakutia mwao. sisi wenyewe ni sound inji... yani, sisi ni sound engineer wa mtaani tu, usifikiri sisi wenyewe tumesoma tukasoma tukasoma. uh -uh. Ah, a a hamna aliyesoma hapa ni tunapeana kidogo kidogo tu kama hivi tunapeana kidogo kidogo kama hivi, tunapeana mwisho wa siku unajaza. Kwa hiyo tu install sasa, hapa utakubali I accept Una, unaenda next hiyo hivyo tu una install, unasubiri sasa. Hapa ni jinsi ya ku install Cubase tano 5 hiyo. Kwa hiyo wewe ambao ulikuwa unataka namna ya kuanza kujifunza ku install kabisa, ndio hapa sasa na, na install hivi, na hamnaga kitu kingine, ni hivi hivi O oh, utasubiri sasa, utasubiri, subiri, subiri na pia mziki. Kitu kingine, napenda tu mimi, napenda kuongea kwa sababu kwenye maneno yangu mia lazima nitakugusa hata moja. Kitu kingine, mziki upe muda, usitake vitu vingi, yaani mziki upo sawa na mtoto mtoto yani, akianza ya kuzungumza huwa anazungumza matusi, anazungumza vizuri. Kwa hiyo utaenda utaendelea kwenye hiki kinachofuata, mtoto atazungumza ujinga, atazungumza anachoona, mwisho wa siku atajua kuongea. Sasa mtoto kinganza aongee siku moja tu, ushaiona hiyo imetokea, huyo mtoto atakuwa maajabu. Kwa hiyo mziki fanya kidogo kidogo, yani wewe utakuwa unaenda mwenyewe, haujui kama unaenda yaani utajikuta tu umefika unakotaka na hujui umefikaje, ila lazima uhaso utafinish tu hapo, utafungua na hii lazima uhaso. Kuna kipindi mimi nikwaga silali, yaani nikwaga nikilala nawaza mziki, hata usiku saa tisa mimi naamka kompa biti imekuja kichwani, yaani kuna kamziki fulani kakija tu kichwani. Mi naenda kwanza kuchezea FL, nikimix voko, yani nakuwa nakaa nawaza hivi, kwa nini voko kwa yangu inachoma, au kwa nini voko yangu labda imemezwa na biti, kwa nini nikihisi tu labda nimekosea kufanya hivi. Naamka hata hivyo usiku saa tisa, yaani kama naloga vile kudadeki. <laughs> Hatari. Kwa hiyo komaa kujifunza Haipo shule ya kwenda. Hata kama ukienda kwa laiza, ukakaa kwa laiza, ukaanza kumwangalia kumwangalia, hautajua siku moja, hautajua siku moja. Cha msingi uendelea kufuatilia, kama ni video hizi, angalia jifunze, na unapojifunza kuwa na upeo na wewe, unakuambia maneno ya kuambiwa, ongeza naya kwako alafu unapata kitu kikali kabisa, unatisha kinomana. Unaendelea tu hivyo, tunaendelea Sema zimbiki, kumbe wao wanaimba. Malizia na hii, malizia na hii. Sasa usikate tamaa, nasema mi naongea sana, lakini mi nakuambia kweli. Never give up. Yaani, hutakiwi kujikatia tamaa. Kaza. <laughs> Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Nimeona nifanye hivi ili tunapokuwa tunasepa tunasepa wote kwa pamoja. Sio mimi naenda, kumbe wengine mmebaki nyuma, wengine hamwendi uh. Sasa hiyo, ita, itawapatia wakati mgumu sana. Kwao nimeona bora wote twende. Zapa, wote sasa hapa na hisi wote tutakwenda sasa, piga tu hivi, piga hapa weka patiki, tiki piga hapa, piga hapa, piga hapa, na sio cube zote zitafanya hivi, ni hii tu tano, yani hii furu hii. Hapo hii hapoaaffysa apo kanasoma osabama nane kanasoma. Lakini sasa ukipiga window hizo, yani sample, yani vinanda vingi vimetengenezwa kwa mfumo wa window 10. Sasa utajikuta uaaa una, una, una, una na na ile labda wevu nane inakata unajeaza labda kinanda nini hizi kontakti zinakataa zinakata zinakataa, kwa sababu zinakuwa na vision tofauti. Kwa hiyo ndio maana washauriwa ni kwa hivi hizi prika zetu hizi, hizi, piga windo kumi windo kumi ndo itakaa vizuri, na ukipiga okay, hizo windo zingine hizo itakuwa bomba mpaka hapa kibezi, hapa tayari kibezi yetu hapa sasa kabla sijaifungua, kwenda kwenye mambo mengine to fix na ile lana ni ile fabu filter, wewe wa fabu filter na nini, jinsi ya kuweka ma plug, ndio hapa tunaenda menyewe sasa. Haya, yoga ni kuinstall tu kama hii una install tu hivi, plug ni kuinstall tu hivyo. plug ni kuinstall tu hivyo zeni piga tu yes, nenda nenda nenda nenda nenda nenda nenda hapa, nenda hapa, install install install install, install install. Setup is preparing to install, install pabufirita, nasubiria tu kama hapa, yaani hapa zinaenda moja kwa moja moja kwa moja. Maana yake, yaani, ukisha finish hapa, utazikuta tayari kwenye Cubase. Kama ni hapa kwenye FL utazi, zinaenda moja kwa moja, zinaenda moja kwa moja na yote ni hivyo tu. Hii FL ku install hivi hivi finish, hapa umemaliza, inapo umemaliza, kama ni wevu Sema miwevu, sikuifuta. Nilikuwa ni, ni, ilikuwa moja kwa moja. Kwa kama ni wevu sijui ni kumi ni wangapi? mimi nazo zote kumi kumi na nne kumi na ngapi, ila waga napenda kutumia nane kwa sababu waga sipendi kujifunza kitu tena upya wakati kuna kingine ninachokijua vizuri; unajikuta unapoteza muda kujifunza kitu kingine wakati kuna kitu nakijua vizuri. Hapo nane. Kwa hiyo oh, nikibonyeza tu hivi Sema inao imekataa. Inaleta ujuaji mwingi, ujuaji mwingi, ujuaji mwingi. Hebu hebu tuone juajimwi kaona yenyewe una install tu hivyo, kama kawaida unaifungua tu hivyo, una install, install. Napiga hapo tiki, inaleta kama hivi, una next, una next, una next. Tayari hapa inaanza kuja kijai kijai, kifika huku tayari. Mimi nimekata kwa sababu yimo sikufuta ikifika tu huko tayari utaikuta kwenye cubase yako. Sasa tufungue cubase sasa, tuone tunaendelea. Nimeshafundisha namna ya kuinstall, nimefundisha namna ya kuinstall plug. Kwa hizo zote we install tu hivyo install, kishamaliza tu zenyewe zinaelekea, huna haja ya kuhangaika, zinaelekea zenyewe. Haya, fungua cubase. Tunafungua cubase sasa kwa mara ya kwanza, yaani kwa mtu ambaye hajawahi kufungua cubase nafungua sasa kwa mara ya kwanza. Ukiangalia hapa, utaona hii hapa tayari wevu hii imo, zitakuwa zinapita hapa pragi, yani zinapita zinasoma pragi ambazo zimo ni zi hatari. <coughs> Ah, sana, tumekuwa tukiugua muda mrefu sana kinoma, matotoe nyingi vikohozi vingi. Ah, ni hatari, ni moja ya mafunzo

hautaki uchoke, na tulia na zekila, nitakujaza vitu vingi. Sasa waga inafunguka hivi, hizi in ni project ambazo mimi nimekwisha kufanya, lakini kwa wewe ambaye unaanza kabisa hautazikuta hizi hapa, utakuta empty kabisa, yani ni empty. Tusitumie Kiingereza hapa, utakuta hamna kitu kabisa. Kwa hiyo utakachokifanya utabonyeza new project hapa zeni utapiga ok. Ukishapiga ok, hapa unaulizwa kwamba unaweka sehemu gani, n yani uchague sehemu ambayo unaweka mimi napenda. Kwa hiyo utachagua kama ni hadi diski, utaweka, usiweke hadi diski ya window, kwa sababu ukipiga window tu zinafutika na project. Kwa hiyo chagua hadi diski ya chini yake. Afo, piga okay. Unaona. Kwa hiyo jedwali lako litakuja namna hii na unapofanya namna hii Hakikisha sasa umeshafika sasa. Hapa kama unatumia sound card, sound card yako hapa iwe imeshasoma. Unaona, kama yako hapa, sound card yako, yani hapa iwepo. Wewe umeshaunganisha sound card iwepo. Ukifungua hivi, ukija hivi, ukija ukaangalia hivi, kute hizi, ipo sound card. Tunaanza sasa, kwa mtu wa mara ya kwanza sasa, kama nilivyoanza kule, hapa ndio play Kupa, ameanza kusoma na hapa, ameanza play. Hapa ni kustopisha parudi mpaka palipokuwa. Hapa ni kujirudia, rudia, ni kwa mfano ukicholeza hivi ukabonyeza hapa, maana yake patakuwa panajirudia tu hapa mpaka hapa na hapa, kwa mfano huko hapa ukataka urudisha, unabonyeza hapa. Kwa mfano ni mwisho, unabonyeza hapa pataenda mwisho huku hapa ni rekodi sasa. Ehe, vitu ndio vya msingi hivyo. Hapa ndio huu mshale naotumia, hapa ni kucholeza, ni kucholeza. Hapa kuna video zingine, ukiangalia tu utajua kazi ya hizi. Hau ni mkasi, kukata labda, voko yako unataka ukate, nini unakata, mkasi hii. Haina gomu muhimu sana, ila hii hapa ni kufuta futa, yani unafuta ya hii ni kuzima, ni una, ukigusa audio yako inazima. Hivyo ndio vitu vya msingi kwa mtu ambaye anaanza dili na play record, na hii mkasi na futio ndio vitu vya msingi kwa mtu ambaye anaanza. Sitaki nikupe mambo mengi yaja kuzidi. Hapa ni mixer, unaona, hii ni sauti ya in. Hapa ukipanga tu zako zitaanza kuja kuja hapa. Mix hapa, tuna mixiaga vitu vyetu hapa, tuna mixiaga kifungua tu hapa, unaanza kumix vitu vyako. Sawa, tunaendelea kuchana mawimbi. Sasa jambo la msingi kwa mtu anayeanza sasa, njo hapa kwenye wazi, bonyeza button yako, yaani kwenye vidole vyako vile ulivyoviweka kwenye mouse Bonyeza kidole cha mkono wa kulia. Alafu njoo hapa add audio track. Hapa ni stereo. Kama unataka ziwe stereo unaziacha. Kama unataka ziwe mono unaweka hapa. Ila vizuri tumia mono. Alafu hapa ni kuongeza zile track. Kwa mfano ukipiga hivi, si unaona imeshuka moja? Moja. Kwa hiyo ukiendapo hivi, ukaongeza hapa labda ziwe tatu, unaona zitashuka tatu. Kwa hiyo unaweza ukarekodi hapa, ukarekodi hapa, ukarekodi na pale. Haya, tunaendelea sasa. Ukitaka kurekodi, hakikisha hii imewaka hapa. Hii ikiwaka hapa, maana yake una rekodi hapa. Hii ikiwaka hapa, maana yake una rekodi hapa. Hii ikiwaka hapa, maana yake, ikiwa haijawaka hivi, maana yake hurekodi kabisa. Kwa hiyo hakikisha hii inawaka, hiyo iwake. Ukitaka sasa kurekodi, unabonyeza hapa. Sasa unaanza zako kurekodi, sio unaona hapa mawimbi Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Una rekodi zako. Sidhani kama itasikia kwa sababu hii sound card yangu huwa haikubali kuingiliana na kiubezi mesoma sizani kama wewe uko utasikia. Unaanza zako kurekodi na hapa una rekodi hivyo. Ukitaka kuchukua beat kuweka um, unakuja tu hapa, una canceli beat lako popote lilipo, unalifuata unalichukua, unalibeba hivi, unakandamiza jumla, unaliweka hapa kwenye Cubase itafunguka, unaweka tu hapa. So eh naona eh e, unakuwa umeweka beat lako. Ukitaka kufuta ni hivi tu Alafu unafuta sasa. Tunaendelea kurekodi, ndio hivyo. Kwa hiyo ukitaka kurekodi na ya chini yake tena, una rekodi tu ye, unaku na rekodi hivyo, unatisha kinoma kwa hiyo kurekodi ndio hivyo, na chini yake tena, ukitaka kurekodi ni wewe tu unarekodi, unarekodi, unarekodi, unarekodi. Mwisho siku ukishamaliza kurekodi, sasa umemaliza kufanya ujinga ujinga wako, eh, eti tena ujinga ujinga, jamani, samani, umemaliza kufanya kazi yako. Sasa umemaliza kusave, ni hapa, unakuja hapa kwanza, hii hakikisha umecholeza hapa juu, hapa umecholeza paka hapa, umecholeza paka hapa, unakuja hapa export, unakuja audio unakuja hapa unaandika unachokitaka, zeni hapa unachagua sehemu ambayo ikashukie kama ni kwenye desktop, unabonyeza hapo, una save, alafu una export tayari. Goma lako linakuwa limeshafika kule nje, utalikuta ku hapa. Kazi yako unakua umeikuta hapo, ipo sawa. Nadhani umenielewa. Kama hujaelewa rudia rudia hii video kabisa, download urudie rudie. Na kuna mtu alisema anataka kujifunza namna ya ku kuja nione dakika nione kwanza dakika nilizotumia isiwe lilefu sana. Ah, dakika 25 tumetosha, tumetosha. Nitafundisha baadaye jinsi ya kutengeneza hiyo chorus. Naitwa Bedi Zekila na hiye hapa nijifunze mixing. Bye, bye. Usisahau kusubscribe, ku like, ku comment kile chochote ambacho nataka kujifunza pamoja. Tutafika mbali, nikutakie siku njema.